Watanzania wenzangu, hotuba ya Rais Samia imeleta hisia kubwa nchini. Imegusa mioyo ya watu kwa namna ambayo haijawahi kuonekana kwa muda mrefu. Ilikuwa hotuba iliyojaa matumaini, dira mpya, na hisia za uzalendo ambazo zimeunganisha taifa kwa nguvu mpya. Maneno ya Rais yamewapa watu faraja, imani, na msukumo wa kuendelea kuijenga nchi yetu. Katika maeneo mbalimbali ya nchi, watu walionekana wakifurahi wakitabasamu na hata wengine wakitoa machozi ya furaha. Baada ya hotuba kumalizika, ilikuwa kama tumaini jipya limezaliwa, kama familia iliyosubiri kwa miaka mingi kupata mtoto na hatimaye ikaona muujiza ukitokea. Hakuna shaka kuwa uongozi wa Rais Samia umeonekana kuwa wa neema kwa Watanzania walio wengi. Kiongozi huyu ameonyesha unyenyekevu, busara na moyo wa utumishi unaowaweka wananchi mbele. Ni kama zawadi tuliyopewa kama taifa, mtu anayetazama mbali na aliye tayari kubeba mizigo ya wengi. Tanzania tunayoiendea ni nchi ya fursa, maendeleo na ustawi. Tunatarajia kuona ajira mpya kwa vijana, huduma bora zaidi katika hospitali, barabara na miundombinu bora, hali nzuri ya kiuchumi na kilimo kinachothaminiwa. Ni Tanzania ambayo watu wataishi kwa amani, heshima na matumaini badala ya kukata tamaa au kuhangaika bila mwelekeo. Rais Samia anaonekana kutuongoza katika mwelekeo wa taifa lenye uwezo wa kuwapa wananchi maisha bora, chakula cha uhakika, makazi ya staha, huduma za afya za uhakika na nafasi sawa kwa watu wote. Haya yote yanatoa picha ya nchi mpya tunayoelekea kuijenga. Kwa ufupi, kazi inaendelea na dhahiri. Mama ameonyesha uwezo wa juu wa kuwatumikia wananchi kwa moyo wake wote. Bila shaka kuna Watanzania wengi wanaoamini kuwa uongozi wake unastahili kuendelea kwa muhula wa pili. Nianze na jambo la huzuni lilotokea hapa nchini, na naomba waheshimiwa wote wa Bunge na waalikwa tusimame kwa dakika moja ili kuwaombea wenzetu. Waheshimiwa, tukae. Tumeombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe ishirini na tisa siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu ape malazi mema ya amani, amen. Mimi binafsi waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao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 waliokuchagua kuwa spika wa bunge hili la kumi na tatu. Ni imani yangu kwa, kwa wanangu vijana, kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayo yaona leo. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hilo kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania, sisi wazazi wenu kama tungeyafanya mliyoyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo niwasihi sana wanangu, vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe.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 Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti haina fomula moja. Kama taifa, tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, sote kwa umoja wetu, tunapaswa tuitumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe, na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia, kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa kama ilivyoagizwa na Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kipindi cha miaka mitano mwaka huu 2025 mpaka thelathini. Moja ya hatua itakayotufikisha kwenye maelewano hayo ni marekebisho ya katiba yetu. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku mia za muhula wa pili wa awamu ya sita kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa tunaongozwa na uwepo wa tume ya muungano wetu. Hivyo basi, kuhudumisha, kuimarisha na kuenzi muungano wetu kutaendelea kwa kipaumbele cha serikali tunayoiunda. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya sita iliendeleza tuliyoanza katika awamu ya tano, na hivyo kauli mbiu yake ilikuwa kazi iendelee.